Sisi halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wadau wakubwa wa, wa mazingira ni Pefagio tukijadili uh, mustakabali mzima wa usafi wa mazingira ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nia na madhumuni uh, ni kutaka jamii yetu iondokane na yale mazoea ya kwamba takataka tunazozizalisha zote lazima zipelekwe Dampo kule Pugu Kinyamwezi. Au mfumo wa taka sifuri au zero waste una manufaa makubwa sana kwa sababu kwanza, unapunguza gharama za udhibiti taka katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa maana ya kadili taka unavyozitenganisha kuanzia zinakozaliwa, tunasema sorting at source, hizi rejereshi zinaenda kutengeneza kitu kingine, ambazo ni karibia asilimia ishirini na tano mpaka 30 takaoza kwa taka maana ya organic waste hizi zinakwenda kuzalisha mbolea lakini tunaenda kuzalisha uh, wale nzi chuma au black soldier fly kwa ajili ya kulishia mifugo kwa maana ya kuku, bata, sungura hata na samaki. Uh, kwa kufanya hivyo tutakuwa tumepunguza pakubwa sana uh, gharama za udhibiti taka, kwa sababu gharama kubwa, gharama za udhibiti taka ziko kwenye usafirishaji. Transportation cost, kutoka taka zinakozalishwa na kwenda kuzitupa kule Pugu Kinyamwezi. Hiyo ni faida namba moja, lakini faida namba mbili Uh, takaoza zinapokuwa zinaoza, hasa tunapozipeleka kule uh, Pugu Kinyamwezi, tunapokwenda kuzitupa, wakati zinaoza, zinazalisha hewa ukaa au tunasema methane inayokwenda kuharibu utando ozone layer na kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo, kwa kuzidhibiti kwa kutumia huu mfumo wa taka sufuri, tunapokwenda kutengeneza mbolea na kuzalisha wale nzi chuma kwa ajili ya kupata chakula cha mifugo tunakuwa tumepunguza kwa kiwango kikubwa sana cha uzalishaji wa hewa ukaa kwa maana ya methane ambayo inakwenda kuharibu mazingira. Tuna jukumu la kuhakikisha kwamba sheria hizi zilizoko za mazingira zinatekelezwa na zinasimamiwa jinsi ambavyo inapaswa. Kwa hiyo pale ambapo kuna sheria, tafsiri yake ni utaratibu. Kama kuna mtu ambaye ataenda tofauti na ule utaratibu ambao tumejiwekea kisheria, uh, kuna penalties ambazo zitamuhusu. Kwanza tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhakikisha kwamba ili swala halibaki kwa kuwa kwa, kwa ngazi fulani. Hapana, inaenda mpaka chini, inawagusa wale wanajamii wadogo wadogo, na kuweza kuhakikisha kwamba uh, swala la utaka linakuwa ni la kwetu wote, ni jumuishi kwa wao. Ni Pefagio ku take initiatives kufanya kazi na sisi kwa upande huo, imesaidia kwa kiasi kikubwa, zile taka ambazo zilikuwa zitolewe kupelekwa dampo, sasa hivi zinateketezwa ndani ya lile lile eneo. Kwa hiyo ufikiaji wa kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki kuwa salama kwa upande ule unakuwa unawezekana, mfumo wa taka sifuri kwa kupitia swala zima la utenganishaji wa taka na kufanya composting kwenye material recovery facility Center, lakini kutumia Eh, cards ambazo ziko designed bila kutumia fuel au diesel, ina mchango mkubwa kabisa kwenye swala zima la kukabiliana na hewa ya ukaa ya methane. Kwa hiyo tunapopunguza taka hasa za organic kuzipeleka dump site, ambapo kule ndo inaenda kuchangamana na taka nyingine na, na kuongeza uzalishaji wa hewa ya methane kwa wingi, tukidivert na kufanya composting na, na kuzalisha wa Black Soldier Fly kwa kweli, tutaenda kupunguza hewa ya ukaa kwa zaidi ya asilimia sitini na tano Dar es Salaam zima.